Shalom watu wa Mungu, asubuhi ya leo Mungu kaachilia neno kwa ajili yangu mimi na wewe, tukisoma kitabu cha Warumi aya ya 8, mstari wa 31. Neno la Mungu linasema, basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Mungu kaanza na swali asubuhi ya leo, basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Asubuhi ya leo mtu wa Mungu, kuna hali zinaitwa hayo, nayo yapitia hayo, unayo yawaza, hayo unayo yawaza mpaka dakika hii, unafikiri nitatokaje, nita kuna hayo hayo yanayoendelea kwenye maisha yako, kuna hayo ambayo yanaendelea kwenye ndoa, kuna hayo ambayo yanaendelea kwenye afya, kuna hayo yanaendelea kwenye uchumi wako, kuna hayo ambayo yanaendelea. Unaona kabisa ninavyoelekea kwenye biashara yangu, sielewi. Hayo ambayo yanakuletea hofu ya kuishiwa, hayo yanayokunyima usingizi, asubuhi ya leo Mungu anasema, Mungu akiwa upande wako hakuna kitakachokuwa juu yetu. Mtu wa Mungu, kuna swali la pili. Mungu kauliza, Mungu akiwa upande wetu ni nani atakaye kuwa juu yetu? Mtu wa Mungu, hapa duniani ukimpokea Yesu umepewa mamlaka ya kuwa mtawala juu ya hayo yote unayoyaona juu ya hayo yote unayoyapitia, juu ya hayo yote unayoyawaza yanayokosesha usingizi. Asubuhi ya leo, Bwana kakupa mamlaka ya kuwa mtawala. Wewe ni mfalme, tembea kifua mbele. Nataka nikwambie kitu kimoja. Jambo lolote utakayo liwaza katika akili ya kibinadamu, katika mtazamo wa kibinadamu, itakuwa juu yako. Lolote utakayoliwaza katika akili ya Mungu, hilo mtu wa Mungu asubuhi ya leo litakuwa chini yako. Juu ya hayo yote unayoyapitia, itakuwa chini yako asubuhi ya leo. Mtu wa Mungu, tembea kifua mbele tena kwa ujasiri, kwa sababu Mungu yuko upande wako. Hakuna atakayekuwa juu yako, maana ameachilia nguvu ya utawala, mamlaka, ulinzi na amani. Tumia kinywa chako.